Tuache mwogo mmoja mkubwa tuuchonge uwe mtumbwi, alafu sisi wengine wote panye, wengine wote tutapanda umu kwenye mtumbwi, ili ngambo ya pili, kwa sababu kuna chakula kule, tutashiba. Sasa wakakubaliana ku, waka, tusiule huu mtumbwi, tusiule. Watu wakasema ndio, tuvumilie, maana tukivumilia, tukifika kwenye ule nani, kile kijiji tutapata chakula. Kwa hiyo uvumilivu wao muda mfupi tu wakasema ni kweli. Sasa wakaingia kwenye mtumbwi, wakaingia kwenye maji, wakaanza kupiga makasia. Sasa, wanapiga makasia, wengine wanaanza kula mtumbwi. Jamani, tumekubaliana tusile mtumbwi. La sivyo tutakufa maana ukishatoboka tu. Eh, tutazama. Wakasema atuende, tutapiga makasia. Wengine wanaendelea kuudonoa, matokeo yake wakautoboa ukazama kwa hiyo wakufika katika kile kijiji cha Nchakura. Sasa ndivyo na sisi Watanzania tunadonoadonoa, tunakula wakati wote, tuko kwenye mtumbu ule ule, kwenye mwogo ule ule, wengine tunapiga makasia, wengine wanaura. Sasa tukija kustuka, tunakuta umetoboka, na kama umetoboka utazama, zama, amani imetoweka. Hivyo watakaokufa ni ndugu zako, sio ndugu zako watakaokufa ni wazazi wako, si wazazi wako? watakaozama ni wewe, sio wewe? kwa nini tuule mtumbwi, na wakati mtumbwi wetu ndio Tanzania na ndio wote tunaishi wapi? Tanzania. Kwa hiyo lazima tuvumiliane kutokana na tabia zetu, dini zetu, vyama vyetu, eh, kwa namna yoyote tuvumiliane, Tajiri maskini, tuvumiliane maana wote tuko taifa moja. Kwa hiyo ukisoma katika Zaburi 39 ule mstari wa kwanza, Biblia inasema hivi: nalisema nitazitunza njia zangu nisije nikakosa kwa ulimi wangu Nilisema nitazitunza njia zangu nisije nikakosa kwa ulimi wangu, nitajitia lijamu kinywani maada mtu mbaya yuko mbele yangu. Hapa mtunzi wa Zaburi Daudi za namna ambavyo aliweza kunyamaza kimya anapokutana na changamoto mbalimbali. Kunyamaza kimya naro ni jibu kwa maki, kumbe unasababisha wengine wanaosikia wak-, wakachukua hatua ambayo inaweza ikaleta hatari kubwa sana. Sisi ni viongozi, tuna watu nyuma yetu, lazima tujifunze kunyamaza kimya na kuchunguza, kwa nini kimesemwa hivi? Kwa nini kinanena hivi? Kwa nini kiko hivi? Mtunzi wa Zaburi akaendelea kusema: nalikuwa na sisemi, nalinyamaza na kimya, sina faraja, maumivu yangu yanazidi. Akutaka kuzungumza, alinyamaza kimya, akaona maumivu yanazidi. Anasema, ndipo niliposema Mungu ni msaada wangu kwa hiyo sisi wote tunamtegemea Mungu. Unaposema haki, haki ya mwenye haki, Biblia inasema haitapotea, haki ya mwenye haki haitapotea. Na siku zote usikazane kulipa kisasi. Kisasi ni cha nani? Cha Mungu. Ndugu zangu, tukivumiliana, tumetoka mbali sana, na tunakokwenda ni mbali, na tulipo ni mbali. Juzi tulikuwa tunazindua kanisa la divatiso wa sabato. Kuna viongozi walitoka Kenya wakasema, ilikuwa tuende Goma, lakini tumeshindwa kwenda Goma kwa sababu hakuna amani, hakuna amani. Kwa hiyo tukaona tuje bu, nani, Bukoba baadaye tuje Mwanza. Hakuna amani, kwa hiyo leo unaweza ukaichezea hii amani, lakini baadaye utakuja kulia, utakuja kujuta, utakuja kushangazwa. Angaria mataifa yote, tusifate hawa watu wanaotudanganya hawa. Unajua tu, wakati mwingine tunaiga mataifa mengine. Angalia wote walipoingia, hakuna msaada waliopeleka, hakuna msaada wanaopeleka. Sisi viongozi wa dini tunajilipua, hatuna chochote tunachopoteza, maana kufa sisi ni faida, kuishi nako ni Kristo. Sasa <laughs> kuishi ni Kristo, kufa ni nini? Usifate wazungu, wanatupotezea muda wameingia Kongo, nini wamesaidia? Sudani, nini wanasaidia? kila siku ni vita, wanaumia ni, ni wenye nchi wenyewe ndio wanaumia. Watanzania ndio watakaoumia, sio wao. Ukraine angalia, kuna chochote kimeongezeka? si ni vurugu ndio imeharibika tu, ni vurugu ndio zinaweza kuongezeka, watu wanakufa kila leo. Tuo tunajifunza huko nyuma, kinachoendelea ndugu zangu, tuna maumivu makali sana tunapoona mambo haya. Mi ni mzaliwa wa Msoma, sehemu moja inaitwa Mwisenge, lakini nimesomea kule Gibaso, nimesomea Gibaso. Gibaso kuna Wangurime walikuwa wanapigana na Weregi. Sasa siku moja tuko darasani, tuko darasani tunasoma, shangaa, ng'ombe zimejaa uwanja wa mpira wapi kidogo tu, tunashangaa watu wameshaingia darasani, na shule ile, shule nzima wanafunzi kama mia nne, walimu ni watatu tu, wanaogopa kwenda huko, polisi ni huyu mmoja, daktari mmoja. Kwa hiyo baba wangu mrezi yule alikuwa ni ndiye mkuu wa shule na mama wangu mrezi alikuwa ndio daktari, kwa hiyo wako hapo, kila siku wanakuja wamekatwa panga, utumbo huko nje kila siku yani, ukipita mgonjwa jaja na wakukatwa, sio mgonjwa wa, wa malaria ni wapanga. Sasa wakati huo tuko darasani tunasoma tunajisomea, maana mwalimu kuingia naweza akakata wiki mbili hajaingia, akiingia ni neema kubwa sana. Sasa watu 400 madarasa saba walimu watatu, mwalimu mkuu kumsaidia na mwingine wa kawaida, ndio wako hapo shuleni. Sasa wakati tunashangaa tu, mtu anapanga mkuki mkuki Weka mara kidogo, aliyekuwa amekaa mbele panga kichwani kali. Mwingine kauruka dirishani. Madirisha yana vio, tunakalia milingoti eh? Mwaka themanini na mbili <laughs> tukaruka dirishani. Ta. Tukaruka nje. Nilivyoruka hivi na mbili, kijiji kizima, nyumba zote za nyasi, mpaka madarasa ni ya nyasi. Nyumba yetu ndiyo ilikuwa inaonekana kwa bosi ndio ya bati na mashine ya kusaga. Sasa nikakimbia, nilipofika pale nyumbani nikafungua mlango na kufungua mlango mshare. Mama analia, mtoto wangu ni tafanyaje? Akanivuta nikaingia ndani. Huku wengine nasikia wameshakufa. Wamekatwa katwa. Baba yangu alikuwa darasa lingine, kumbe akajificha kwenye mgomba. Sasa nasikia kijiji kizima chingombe chigaya chingombe chigaya. <laughs> Eh, wanaweza kupiga ng'ombe zimekwenda. <laughs> wenzangu wameshaelewa. <laughs> kidogo wengine wanazunguka kule Mtomara, maana Gibaso ni mpakani mwa mbuga ya inaitwa Lema, na ukienda kidogo kuna Mtomara. Sasa wakazunguka kule daraja ya Mtomara kupita mgumu wa huku, sasa ambao ni Weregi, ambao ndio mimi nilikuwa nasomea, ndio tuseme, nilikuwa nawapenda ili nisife, maana wale Wangurimi ndio wamekuja kutu, kutuua sasa na kuchukua ng'ombe zetu sasa wakavizia. Sasa hao wakati wanaenda sasa na ng'ombe, wangulimu wanajua ameshaweza. Kumbe wale wamavizia na wengine wanatoka kwa nyuma, walikufa. Walikufa na ndicho chanzo cha kutoka mimi kule Gibaso nikarudi Msoma nikasema sikai huku. Vita ilikuwa ni kila siku. Unajua vita unaweza ukaisikia kwa sababu hujaiona. Ukasema hakuna haja alitakalokuwa tunawasha moto washa wako mwenyewe. Na mwashia nani? lazima tufikirie. Ukienda kwa wanchari na walionjoka, mpaka tulienda kamati ya amani hapo, tukaenda kule tukaleta kina Rozi Mwando kufanya nini kule, kufanya zile nyimbo na nini, ndio mahusiano ya walionjoka na nini wanchari, ile vite kaisha. Kwa hiyo usijezi kamati ndio tukatengeneza, kaisha watu walikuwa wanaona kila siku. Leo ukiona mkoa mara umetulia, watu wa mkoa mara mko wapi? Hebu nyosha mkono eh, eh. Sisi mnakumbuka eh? Ilikuwa ni ili vurugu. Yaani unapita hivi na mwangalia mwenza kunaona wewe ni kabila gani? Mtimbaru. Oho. Wewe Mnyabasi. Wewe Mkira. Wewe hapa hakuna kupatana hapa. Wewe Mzanaki. Wewe eh, Mwikomba, Mkabwa. Mtimbaru. Ah ah hii amna. Sasa leo wote tumekuwa kitu hiki kimoja, mara ukifika wakati mwingine uulizi. Kwa hiyo watu wa Mungu, nataka niwaambie kwamba tunapozungumza habari za amani, tuzingatie utaifa wetu, tuzingatie tunu zetu za taifa. Ndio maana Biblia inasema katika umoja pale katika kitabu cha Zaburi 133 mstari wa kwanza hadi wa tatu, anasema tazama, ilivyo vema ndugu wakikaa pamoja kwa umoja. Sikiliza hapo, wakikaa pamoja kwa umoja. Unajua tunaweza kukaa pamoja hivi lakini hatuna umoja. Kila mmoja ana jambo lake moyoni. Lakini angalivyo anasema huyu jamaa pwa yake hii nikipata ni mngata analeta maneno gani haya? Lakini unaona tupo pamoja lakini hatuna nini? Hatuna umoja. Lakini Biblia imesema tazama ilivyo vema ndugu akaa pamoja kwa umoja. Arafu itimisho lake ule mstari wa tatu anasema huko ndiko Mungu alikoamuru baraka. Kwa hiyo kwenye umoja huu tulionao na tunapofanya pamoja kazi pamoja kama kipindi kile cha kuchinja, sisi Waislamu tulikuwa tuwezi kukaa pamoja hivi eh? mayangu hapo, tunaishi naye Butimba. Kwa hiyo nikiona tu amefunga kilemba anasema huyu, inawezekana kufunga mabomu, shehe pale, yani tunafanya mazoezi unafika unapiga pusha hapo unanyanyua mawe unaruka mlimani unafanya hivi yani kuviziana ile nani mwenye haki ya kuchinja. Makanisa yalichomwa, kuna wachungaji waliwawa, misikiti ilichomwa, tunawindana ya uchaguzi, watu serious. Ndio maana tukiona kamati za amani zimelegalega, Shekabeke tunasema haa, tuamke, tuzunguke, tuzitembelee kamati za amani tunaanza kuzunguka, sio kwamba kuna mtu anatusapoti pesa. Tunajitengenezea wenyewe mazingira kulinda taifa letu. Tunajua tulikotoka, tunajua tulioyakuta, tunajua tulioyapitia. Wengine tumenusurika kufa vita tunaijua. Alafu leo mtu uibuke tu kwa sababu ya pesa, leo mimi takupigia kura utashinda utafanya hivi. Sio kwamba familia yangu yote itapata. Mimi hata ukilipa milioni kumi, milioni hamsini Nitakula nitashiba, lakini ukoo wangu wote utashiba? tutaeneza hizo pesa? Haiwezekani. Lazima tuangalie ajira tutapata wote, hata kama nukiuwa. Ukisema tu mimi leo ni rais, wote tuliokumu wale marafiki zako, hata Shekabeke leo akiwa rais tu leo anaweza akanisahau. <laughs> tapigia shee sijara, bwana, ngoja atakupigia, nina kikao hapa mpaka kesho. Ule ni ubinadamu. <laughs> Sasa ubinadamu wetu sababisha tuchukiane. Nikaanza kusema ha, unajua mtu akishakuwa kiongozi bwana anazima simu, anajiona sana, hapana. Hata kama ni wewe. Simu nazo zinachosha. Unafika sehemu unapokea simu mpaka unachoka. Usianze kuchukia mwenzako kwa sababu tu ya utashi. Yaani wewe mwenyewe hata ukikaa ukifikia tu hivi, mimi nikiwa rais kweli nitatimiza nita <laughs> majukumu yao wote mpaka na watoto wao. Haitawezekana. Kwa hiyo ndugu zangu, ninaomba tujifunze hili, kulinda amani. Ndio maana akasema, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, akaongeza na uo utakatifu, maana hakuna mtu atakayemwona Mungu pasipokuwa nayo. Kwa hiyo wakati mwingine tunasema haki haki. Mwanafalsafa mmoja Socrates anasema haki ni uadilifu, haki ni maadili kwamba bila maadili na uadilifu hakuna haki. Na ndio maana ukisoma Yakobo, anasema mtu asiyejikwaa katika kunena huyo ni mwadilifu. hawajui kuchanganua, kwa nini amesema e, kuna nyingine kuwa nasema nyingine tulijifunza nasema four nani five w, w plus h sema kwa nini ameongea ehe. ni maeneo gani, mazingira gani, lini, lazima uoji lazima uoji, kwa nini imekuwa hivi kwa hivi vitu hivi. Watanzania wakati mwingine hatuoji, tunasema tu tumetoka vyo ajira amna, lakini hatuoji kwamba je ajira wote tapata? Ndugu zangu, ninaomba tujilinde sana katika kunena, na ndio maana ukisoma katika Ayubu pia anasema mjue sana Mungu ili uwe na amani na ndipo mema yatakapokujia. Bila kumjua Mungu, amani haiwezi kuwepo, na bila amani, mafanikio haiwezi kuwepo, hakuna maendeleo, miundo mbinu itabomolewa. Mnaona leo madaraja yanajengwa, sijui sijui treni sijui zinatengenezwa SGR sijui E, mashure maustari itabomolewa. Angalia Ukraine sasa hivi alivyobomolewa. Sasa amani ndio inasababisha maendeleo yawepo, bila amani hakuna maendeleo ya aina yote. Nimalizie kwa kisa hiki sasa, nifike mwisho. Alikuwaepo mtu mmoja anasafiri, aliposafiri akafika sehemu akakuta mti mkubwa sana, akajibanza pale kwenye mti, alipoangalia pembeni akakuta eh kuna tikiti maji kubwa sana. Sasa ile tikiti maji akashangaa, limebebwa na kitu gani? Vijani vilivyobeba tikiti maji <laughs> niregerege sana. Akashangaa kaangalia juu akaona mti mkubwa huu vitunda yeah. Oh, amani na upendo, dini mbalimbali, mbali, mbali mbali. Tuseme wote tunaishi pamoja, tunakula pa tuna pa tuna pamoja katika nchi moja iitwayo Tanzania. Tusimame kidogo kidogo. Katibu Twaha, labda njoo kidogo, tu ututoe kidogo kwenye uchovu uchovu hivi. Naam. Nimesema kidogo kidogo kidogo. Haya, sasa, pale tulipo, kila mmoja ainua mikono juu, unaangalia kule juu. Asanteni sana, tumechangamka na tumpigie makofi. Kusema ukweli, baada ya maelezo mazuri ya Baba Askofu Bundala, mtakumbuka nilizitaja zile tunu saba, yeye alikuwa anapita kwa mujibu wa Biblia.